Nini? Ah, ni kuna dhambi ambazo zime zimeandikwa kwenye Amri kumi, Amri kumi na mbili. Kuna sheria za Mungu ambazo tumeweza kuziona, lakini pia kuna chochote ambacho sio chema ambacho sio mapenzi ya Mungu inaitwa ni dhambi ni dhambi. Haleluya. Kama hivi tunapojifunza kwamba tunapofika nyumbani mwa Bwana sisi wote ni watumwa wa Kristo, tunatakiwa tumpigie Mungu makofi. Sasa Usipofanya kazi hiyo namna hiyo, usipotumika katika kiwango cha namna hiyo, wewe waumpi Mungu utukufu, umekwisha tenda za dhambi. Ni aina yenyewe ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Hebu chukulia kwamba mtoto sasa umekuja, natoka safari, natoka shambani, mtoto miaka saba, miaka nani, miaka mingapi? Amko pamoja, amekuja umetokea mbele yake, lakini wala ataki ku kupokea. Umesikia, mizigo una kikapu, ni mzazi una samaki ni mwanamume ni mwanamke, chochote umeshikiri, unatoka shambani unatoka sokoni, lakini mtoto anakutazama hivi. Bwana asifiwe sana, yani anakutazama tu. Wewe unapeleka mboga mpaka ndani unapeleka kuni mpaka ndani, dumu la maji vile vile, chochote umebeba, ni kuni ni panga, hakuna mtu akupokea. Bwana asifiwe sana. Huyo mtoto anaonekana hana nidhamu, ni kweli si kweli? Hiyo moja, lakini pia ukishakaa, utasikia mzazi anauliza, mbona hujanisalimia? Hebu nisalimie, tutakisema nimeisha kusalimia, wanasema hapana, Rudia tena huo, unajisalimia unasikia? Kwa hiyo mzazi anataka apewe heshima, apewe utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya haleluya. Mtoto labda hata pia wakati mwingine si, useme ya salamu si, lakini ameitwa au kuna jambo lake anataka kuongea na mzazi wake, amefundishwa nidhamu mpaka apige magoti, anapiga magoti, anaongea na mzazi wake. Ipo hiyo au haipo? Ehe. Kwa hiyo inategemea familia au wazazi jinsi walivyolea familia zao, pengine hata kwa mke hata kwa mwanamume. Kwa hiyo tunapenda hata Mungu pia naye tumpe heshima ya. E, kwa hiyo mtu anapofika nyumbani mwa Mungu kwa kupiga makofi na mimi tena kusema makofi kwa Yesu. Yaani katika kupiga makofi hayo kuna vifungo vya giza vinafanya nini? Vinakatika. Roho Mtakatifu ameamua kufanya jambo hili makusudi mazima upate kuelewa kwamba kwa kupiga makofi Ibilisi hataki. Hataki usangilie, hataki unue kinywa chako upige vigeregere, ataki ufanye ibada. Watu wanaingia kwenye kanisa. Eh, e, wakati mwingine mtumishi wa Mungu, sasa kule kuzimu kuna wakati mwingine wanapiga makofi kule kuzimu wana, wanafua nguo kule kuzimu wana, wanabeba mabarasi ya, ma, ya mapipa ya maji, wanabeba mabarasi ya mapipa kuzimu, ya damu kule wana kuzimu, wanachinja mikono hiyo yenyewe ya, ya, ya, ya kulionayo wanaitumia kule kuzimu. Makabrini wanabebaga nyama, wanabebaga watu walio kufa, mizoga wanatoa makabrini, wanakutwisha wewe. Kuna watu wanatishwa, wanatwishwa. Ikifika usiku, anapelekwa ndotoni, anapelekwa katika hali nyingine, wanajikuta anatumikishwa kule kuzimu. Kwa hiyo mikono yake imesha ararishwa mikono yako inakuwa imesharajishwa kwamba wewe ni mtumwa wa kuzimu. Anaweza akawa anajaribisha kufanya biashara na shirikana au pia anafanya biashara kubwa na kimya mtaji mkubwa, lakini anapata kipato kidogo. Kwa hiyo sasa kule kuzimu ile mikono yako ilisha pigwa mihuri, ina alama, ina namba. Bwana Yesu asifi sana. Ina namba chiari na maana kile unachokusanya kinamwendea mtu mwingine. Kwa hiyo ukishafika kanisani tas mtu wala hawezi kuimba watu baridi, sio kule upande wa pili wanamzuia unajilazimisha vile vile watu kufuatilia sana sio watuaji wa sadaka kutoa kwao kwa sadaka ni kidogo sa? Sana, sana, sana. Unajikaza, kuna kuta, kuna na a mara nyingi wanakuwa wana wana wana kanisani, hawana chochote, anajaribisha anatamani na kitu anashindwa, lakini anaweza kupata pesa ya kunywa pombe, anaweza kupata hela ya kuonga kaaba, anaweza kupata hela ya kununua nguo. Hivyo vitu vyote anamwachia afanye, lakini akifika kanisani anasema sina chochote. Tunachangia mchango wa petroli na kitu, tunachangia mchungaji apate chakula na chochote, tunajenga kanisa, tunataka kuna betri, ana chochote, chochote ambacho ni cha madhabahu cha kanisani, mama Mungu anazuiliwa, wanakaba watu, wanamlea

tutakwenda kufanya jambo kubwa sana. Kwa hiyo unazofisha hicho kitu, tusipate sufuria, tusipate beseni, tusipate vyombo vya kanisa, tusipate mashiti, au matenti au au viti. Kwa nini wanazuia? Umefungwa nafsi uko gerezani. Kwa hiyo wanakuacha nenda kanisani. Hata wakati mwingine anaweza ile mtu akawa anatumiwa yuko kanisani, waratoki, waratoki, kwa nguvu za giza atusaidie kutuwakilishia tunaangusha makao yenu, tunayapingua hapa, ni moto. Makofi kwa Yesu katika kati jina la ni wa Ibilisi na ni wa shetani. Na shetani ni nini? Ni ufalme wa giza, ni pepo wa chafu, ni nguvu za kuzimu, ni waganga ni wachawi ni chochote ambacho ni watunguli yaani. na maana kila mtenda dhambi asiweza kufanya mema wema wa Mungu asiweza acha dhambi, anakaa amejikita katika maisha ya dhambi. Yeye anaweza kaa ameingia kanisani na kutoka miaka nenda rudi, miezi nenda rudi, anakaa vile vile bado ni mwenye dhambi, anajificha hata ajificha. Lakini pia naona ah, mimi dhambi ni kwa nini nakaa naye, maisha yangu ndo haya. Mtu anayetenda dhambi upande wa pili maandiko unatambua kwamba huyu mtu ni mtu wa mtuwetu yuko kanisani, anaenda kule kutembea, anaenda kule kuzurura. Lakini pia anaweza kawa anafika kanisani unawaakilisha wao, kitendo cha kufika kanisani unawaakilisha ufalme wa giza, kwamba ufike mazingira uendelee kufanya mambo ya mambo yao mazingira ya mazabauni. Unaweza kaona kwamba wakati unaomba hapa asubuhi, huyu mganga anasema kwa mama huyu anasema kwamba we mwanamme, we mchungaji yani wa Tumwa. Ganga hawezi kusema muachie, kama wajachoka. Wao wanakuwa wanapenda watu wateke anga, wateke mazingira. Jumapili sikose rudi hewani, kesho sikose rudi hewani. Mwenye makofi kwa Yesu, haleluya! Sasa nikufundishe jambo hili kabla sijarudi madhabahuni kutafuta andiko. Haleluya, jifunze. Tunaposema mpige Yesu makofi, yani uhakikishe kwamba mikono yako inagonganishwa kwamba inatoa sauti ndani ya dakika tatu, ndani ya dakika nne, inategemea vile roho ya Mungu anavyokuwa ametongoza mpakoa. Maganja yako yanapokutanishwa, kuna kitu na mikono yako haina haina mawasiliano na Mungu. Mikono yako sio mtumwa, unabaki ukoma, nasema nibariki mikono yako. Mikono hawezi kubarikiwa kama we sio mtumishi katika mikono yako hii. Haleluya, mikono itumie. Haleluya, Roho Mtakatifu ametaka kuonesha watu baadhi kwamba kumbe mikono hii imefungwa, yaani tukisema kuna kitu kimoja hapa, tunapenda kutumia viongozi, anasema kwamba tumemaliza kuomba kwa sasa, tunachukua dakika tano au sita dakika nne. Kwa jina la Yesu Kristo, mikono hii Mungu ni ya samani mbele zako, mikono ya watu wa tangu sasa mama baba hiyo mikono, isiwe mikono sasa ya kawaida aliyesikia na kuelewa atakapogunganisha mikono hii ama leo ama siku nyingine kwa kumuinua Mungu, kwa kumsifu Mungu, kwa kushangilia kwa mikono hii inapogunganishwa, vifungo vya giza vilipuke moto kwa jina la Yesu Kristo kamba zilizo kwenye mikono yake tangu sasa zilegee awe huru kupitia jina la Yesu. Anapendelea kusikia neno akaelewa maneno haya, anapopiga makofi kwa Yesu, kwa jina la Yesu kutumika huko kuzimu aanze kuwa mtumishi wako kwa kukupiga makofi na kazi nyingine tena, katika jina la Yesu na tia mihuri kwenye mikono yako na useme amina.